Matarajio ya serikali ni makubwa, matarajio ya Watanzania ni makubwa, na hili na katika, nafikiri katika wakati tuje kuzungumza hasa tutakwenda vipi katika kipindi chetu hichi cha kutumikia umma, lazima tuje kuyatizama matarajio ya Watanzania, na kwa makundi tofauti, kwa makundi tofauti, na wakati tunaweza tukaweka pamoja, lakini ukiangalia matokeo ya sensa ya mwaka 2022 taifa letu lina idadi kubwa sana ya vijana, watoto kwanza ina idadi kubwa sana ya vijana kama watoto. Manake nini kwa sisi watu aa, wa hazina? Wao wanahitaji elimu, ni Watanzania lakini hawezi kuzalisha, wao wajibu wao kupewa elimu na huo ni wajibu wa serikali. Kwa kuna wakati tutapigishana kelele na wizara ya elimu, of course, kuna reforms kubwa wa wizara ya elimu. Tutapigishana kelele kwa sababu nikifanya projections ya classrooms mpya zinazohitajika kila mwaka kutokana na kasi yetu ya kuongezeka Then hazina itajikuta kama kwamba kila kati inakimbizana na wizara ya elimu, na hivyo hivyo kwa wizara ya afya, tuna chase huduma za jamii, tutafsiri mahitaji ya Tanzania na roli yetu sisi kama hazina katika kutekeleza kule. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa, matarajio ni makubwa, lakini kwa umoja wetu, tukienda kama timu, sisi ni wachezaji watatu tu tumeongezwa katika timu hii, ukisha kuwa na timu kubwa na reserves na kila kitu, lakini wachezaji watatu tumeongezwa kwa hiyo tukienda vizuri kama timu, mimi naamini tutaweza kudeliver kile ambacho taifa letu na viongozi wetu wamekuwa wakitarajia. Bila shaka tutahitaji kwenda kwa pamoja, tuwe tulenge na madhumuni ambayo yanafanana, sio mmoja anavuta kwenda mbele, mwingine anavuta kwenda kushoto. Wote tuelekee upande mmoja, tuweze kufikisha mzigo. Kazi yenyewe sio kazi ndogo, kama anavyosema uh, tunakwenda kwenye, nafikiri mpango mpya wa maendeleo acha dira yenyewe maendeleo ya 2050 ambayo imezinduliwa pia karibuni. Kwa hiyo mpango ambao unakuja naamini wa miaka mitano, mpango wa maendeleo wa miaka mitano unaokuja utakuwa ni mpango mpya kwa dira li hii mpya. Dira yenyewe nayo ni very, very ambitious. Kwa hiyo nako huko tutahitaji pengine hata vikao vya kazi tu vya kuja ku brainstorm uh, takwimu zilizopo tulipo hapa, maana yake ni nini, tunakwenda wapi na tuna nini, tuna, tuna, tunafanya nini maendeleo ya uchumi. Kwa bahati, kuna naibu katibu mkuu ambaye anashughulikia masuala ya economic management na mambo zaidi macro. Pengine tunahitaji kutizama ni macro tu, au inawezekana ikawa na vitu vingine ambavyo vitakuja kusaidiana na macro tuweze kwenda vizuri. Wakati Mheshimiwa Rais baada ya kuapisha, alitoa hotuba fupi sana, lakini moja jambo ambalo alizungumza lilikuwa na tafsiri kubwa sana kwenye fiscal policy yetu kwamba matarajio ya serikali ni kwamba kwa sehemu kubwa tutagharamia uendeshaji wa serikali na miradi yetu ya maendeleo kutokana na fedha za ndani, that is fiscal. Tuka raise mapato ili tuweze kuja kutumia. Kwa hiyo kuna kazi kubwa upande wa fiscal, upande sekta ya bila shaka sekta hii ni sekta ya fedha uh, wa Tanzania ukisikiliza, vile vile, naamini wengi wenu mko katika magrupu huko ya uh, mitandao ya kijamii kuna wakati unaingia una, unaungwa sometimes bila hata mwenyewe kutaka, ukiungwa kule unasikia mambo mengi kidogo, na mengi yao ni yale matarajio ya Watanzania na, na vilio vya Watanzania, labda masuala upande wa riba, ukosefu wa mikopo, hakuna venture capitals, equity funds na vitu vingine, gharama uh, kubwa sana za kukopa mabenki. Lakini sisi ndio ambao tunasimamia sekta ya fedha na tuna wajibu ya kuisikiliza na kuweka pamoja vichwa vyetu vichu na utaalamu wetu wote tulionao humu, kupitia kwenu tuweze kutoa majibu kwa yale ambayo yanajitokeza. Uh, tusisahau tuna tatizo kubwa la ajira kwa vijana. Sometimes tunaweza tukadhani sisi wajibu wetu ni kusanya mapato na kutumia tu, lakini nalo tunapaswa tulitote, tulitafutie solution kutoka ndani ya hazina vile vile. Nachokisema ni kwamba kwa, kwa leo itoshe kukushukuruni tu kwa mapokezi yenu haya na bila shaka na mimi kama ambavyo wenzangu wamesema, nitoe ahadi ya, ya mashirikiano makubwa. Wale ambao tuliwahi pengine njia zetu hukutana huko nyuma wanajua, aa, sina shida ya kutoa mashirikiano kwa staff wenzangu. Kwa hiyo na hapa Hazina nitafurahi zaidi kutoa mashirikiano kwa sababu mafanikio yetu, yenu ndio yetu, yetu sote vile vile.